Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkutano huu wa ishirini wa baraza la wafanyakazi ni mwendelezo wa mikutano ya baraza la wafanyakazi iliyotanguliwa iliyotangulia. Mkutano huu unafanyika hapa baada ya kumalizika mkutano uliofanyika jijini Dodoma tarehe 13 mwezi Februari 2024 ambapo ulikuwa wa mwisho kwa mwaka wa fedha wa 2023 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikiri mbele yako na wajumbe kuwa mwaliko wako kwangu kwenye mkutano huu umebeba hisia na uzito mkubwa sana, kutokana na ukweli kwamba unapopata nafasi ya kukutana kwenye mikutano kama hii, inakuwa fursa muhimu na adhimu ya kuona kujifunza na kutafakari pamoja mambo mapya katika utendaji kazi. Leo ni heshima kubwa sana kwangu kusimama mbele yenu na kuongea nanyi masuala mbalimbali yanayohusu TANROADS na wizara kwa ujumla na zaidi ayote ya yote, yapata sasa takribani miezi mitatu tangu niteuliwe na Mheshimiwa Rais kuongoza wizara hii. Aidha, kupitia mkutano huu, yapo masuala ambayo ni muhimu kwa taasisi kuyaangalia upya kwa lengo la kuboresha utendaji kazi wa kila siku wenye tija na faida kwa taifa letu. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mkutano huu nina imani wajumbe mtapata nafasi ya kutosha kupitia, kujadili na kushauriana kwenye mambo mbalimbali mbali ya kiutendaji ambayo yanaonekana kuwa kikwazo wakati wa utekelezaji wa majukumu yetu. Nawapongeza sana kwa ushirikiano mkubwa mliouonyesha katika kuyafanyia kazi kwa wakati maagizo na maelekezo ya serikali kwa umma. Nitoe rai kwenu kupitia mkutano huu kuendelea kutambua juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali kwa kushirikiana na viongozi wa vyama vya wafanyakazi katika kuboresha maslahi ya watumishi kwa lengo la kuongeza tija na ufanisi katika utendaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijamaliza hotuba yangu, naomba nitoe maelekezo ya mambo yafuatayo. Moja, kupitia mkutano huu naelekeza management ya TANROADS kuandaa mkakati mahususi wa kusimamia makandarasi ili waweze kukamilisha ujenzi wa miradi kwa wakati pasipo nyongeza ya muda. Tarudia, kupitia mkutano huu naelekeza management ya TANROADS kuandaa mkakati mahususi wa kusimamia makandarasi ili waweze kukamilisha ujenzi wa miradi kwa wakati pasipo nyongeza ya muda. Pili, kutowapa mikataba mipya ya ujenzi makandarasi ambao hawajamaliza ujenzi wa miradi walionayo. Tatu, kuendelea kuwajengea uwezo watumishi kwa mafunzo mbalimbali yanayoendana na mabadiliko ya kite, kiteknolojia ambayo dunia inapitia katika ujenzi wa barabara hasa kwa kutumia teknolojia ya akili mnemba. Na nne kuandaa mpango kazi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na hasa ustahimilivu wa hali ya hewa yaani, climate uh, resilience. Kwa mara nyingine, naomba nirudie kuwapongeza kwa kazi kubwa mnazofanya wewe na wafanyakazi wenzako uh, katika kuleta maendeleo ya taifa letu. Kwa namna ya kipekee ni wapongezi wajumbe wote wa baraza hili. Naomba moyo wawakilishi wazuri kwa wenzetu. Kupitia mkutano huu, management na watumishi wanapata fursa ya kuzungumza na kujadili kupanga mikakati ya utekelezaji na majukumu ya TANROADS kwa njia ya uwazi, ukweli na maelewano. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ilivyo kawaida yetu katika mikutano ya namna hii, tumewaalika wenzetu wataalamu wabobezi katika maeneo mengine waje kutoa mada katika maeneo mbalimbali kutokana na mahitaji yetu ya kiutendaji na kiutumishi, miradi mbalimbali ya mbali taasisi unayoisimamia ya ujenzi wa barabara na madaraja, na kupitia maelekezo yako na miongozo mbalimbali inayotolewa na wizara na serikali kwa ujumla, tunakuhakikishia pasipo shaka yoyote, tutayapokea maelekezo yako utakayotupa, utakayo katika kuboresha utendaji wetu na kwa niaba ya watumishi wote watu wa wakala, sisi tumejipanga katika kuhakikisha maelekezo ya serikali tunayatekeleza kwa uweledi, uadilifu na kwa wakati. Mkoa wetu wa Morogoro ni shwari, hali ya usalama ni shwari, hakuna shaka ya aina yoyote, lakini tumee fursa hii kuwapongeza wafanyakazi wote wa TANROADS chini ya waziri wa ujenzi Mheshimiwa Ulega na naibu waziri, kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya. Yawezekana nyinyi hamuonekani, lakini tukiziona barabara na miundombinu ambayo imesimamiwa na TANROADS ndio kuonekana kwenu. Mwaka jana tulifanya tulipata tatizo kubwa la mafuriko nchi nzima, lakini kwa watu wa TANROADS kupitia wizara ya ujenzi, mlifanya kazi kubwa kwa weledi kuhakikisha mnarejesha miundombinu ya barabara mawasiliano na madaraja yote katika. Hongereni sana tunamshukuru sana rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya katika mkoa wetu wa morogoro na wilaya zake za morogoro tunamshukuru sana tunayo barabara ya Bigwa Kisaki awamu ya kwanza inajengwa kilometa 78 ambaye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka shilingi bilioni 34.2 kuhakikisha anarahisisha mawasiliano ya wananchi wa Morogoro, anaunganisha mkoa na mkoa, anaunganisha wilaya kwa wilaya. Na watu wa Morogoro sisi ni wakulima na tunalisha mikoa mingi hapa nchini. Kwa barabara ya Ngerengere Ubena Zomozi Barabara inaendelea, mkandarasi yuko saiti, itafungua uchumi wa mkoa wa Morogoro, itafungua uchumi wa wilaya Morogoro, wa ya Morogoro. Tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Katibu Mkuu ame anawakumbusha watumishi wa umma, watumishi wote wa TANROADS kuhakikisha kwamba tunazingatia kanuni za maadili za utendaji katika utumishi wa umma, ikiwemo kutoa huduma kwa kutoa huduma bora kwa wateja wetu, bidii ya kazi kutoa huduma bila upendeleo, kufanya kazi kwa uadilifu na kuwajibika kwa umma. Tuongeze tuboreshe eneo la mawasiliano na mawasiliano baina ya management na watumishi katika utekelezaji wa majukumu wa shughuli za wakala eh, bila kuathiri maslahi ya watumishi huku tukizingatia miongozo inayotuongoza katika utumishi wa umma.